Babu leo mtaa hautaki ma degree, leo mtaa hauhitaji ma PhD, leo mtaa hauhitaji falsafa na vitabu vingi. Mtaa unataka watu wa kuendesha mitambo kwenye viwanda. Nchi imewekeza kwenye viwanda, wanaofanya kazi zile za kuendesha mitambo sio watu wenye ma masters na, na ma PhD, ni watu wenye elimu na maarifa na ufundi. Jana yaani, nilikuwa pale ofisi za, za za za CCM Karagwe pale ninakaona ka kijana kadogo kama kama huyu kamechukua boksi kameliunganisha imekuwa pikipiki, nikashangaa yaani mtoto mdogo ana, ana, ana anapewa boksi analigeuza boksi kuwa pikipiki piki. Ni mambo makubwa haya na hayapatikani kwingine tofauti na wapi? VETA. Elimu ya ufundi hii ndio elimu kimbilio, na nielewa ndugu zangu eh? Kwa hiyo nataka niseme haya ili unapojitizama usijitizame kinyonge, usijitizame kinyonge, jitizame kama shujaa ambaye wewe ndiye tegemeo la taifa letu. Jipigieni makofi. Ndio <clears throat> maana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kila kukicha anaweka hela VETA kila kukicha anaongeza vyuo vya VETA, kila kukicha anaongeza mitambo. Tumepita madarasani, tumeona vitu vya kisasa, watu wanaosoma umeme kwa vitendo, na mwalimu anatudhihirishia kwamba tunavyo vifaa vya kutosha. Tumeenda kwa watu wa cherehani, ziko za umeme, ziko za kawaida, watu wanapata elimu. Hii ni kazi ya Daktari Samia Suluhu Hasani, piga makofi kwa rais wetu. Sasa sisi umoja wa vijana wa CCM, ndio maana tukasema tunataka katika ziara zetu tutakapokuta eneo lina chuo cha ufundi, lazima tukawatembelee, ili moja tuone hao wanafunzi kwanza wapo. Sasa hapa tu tunaambiwa watu wa ofisi ya wa waziri mkuu peke yao 175 ufadhili wa ofisi ya wa mheshimiwa waziri mkuu. Pigeni makofi kwa serikali yetu ukiangalia kuwa chuo idadi ya, ya first year, ni wanaonekana kuwa wengi kuliko hata mwaka wa tatu. Maana yake ni nini? Serikali inahitaji VETA kuliko jambo lolote, sababu ninyi mkimaliza hata maandamano hamtafanya kwa sababu kazi za kufanya zitakuwepo mtaani. Kwa hiyo nimeyasema haya kwa urefu nikitaka mjione ninyi ni wathamani na ninyi mnategemewa na taifa letu, mwisho.